Kwa sababu kwa amani, panapopatikana amani na utulivu ndipo mambo yote hufanyika, panapopatikana amani na utulivu ndipo hupatikana maisha mazuri, panapopatikana amani na utulivu ndipo mtu unaweza ukafanya mambo yako vile ulivyoyapangilia chini ya kivuli cha amani. Ndio maana siku zote tunawahimiza watu wa bilkhusus katika zama hizi na kipindi hiki tulichonacho, eh, katika kipindi hiki tulichonacho na tunakoelekea, nchi inakoelekea ni kipindi ambacho tunahimizana sana, laila wa nahara, usiku na mchana, kuhusiana na swala zima la amani na utulivu. Amani na utulivu. Lakini watu wengine tena waislamu wengine, ukisimama kwenye mimbari ukawahimiza watu juu ya amani na ulazima wa kuihifadhi na kuilinda amani tuliyonayo katika nchi yetu hii ya Tanzania, baadhi ya watu utasikia wanasema, sasa huyu cha chawa tu huyo, ashakuwa chawa huyo. Wengine wanasema ashakula bahasha huyo, wengine kibaraka huyo we. mtu napokuwa unalingania amani, bila amani, shekhe, mambo hayawezi kwenda. Hakuna maisha bila amani na utulivu, abadan hata nyumbani kwako hautolala pakikosekana kwa amani. Kwa swala la amani, kuomba amani ni jambo ambalo limefundishwa na sheria, ndio kama tunavyoona hapa, kila kwenye kipindi cha swala tunamwomba Allah tabaraka wa taala nini amani na utulivu. Lakini utakuta bila shaka watu wengine wanapita tu hii dua hawajui maana yake, wanapita hawajui maana yake ndio maana unakuta mtu akikusikia unahimiza amani anakuchukia au anakuona wewe ni kibaraka tayari, ushakula bahasha. La ilaha illa Allah, nasalu llahu alsalama wala afia